kul a'udhu bi rabbin nas. Aya inasema kul a'udhu bi rabbil falaqi min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqab, hiyo ni shari ya usiku unapotanda na kuingia giza. Usiku unapoingia giza kuna shari nyingi zinatokea, kuna viumbe vingi vya shari vinatawanyika katika dunia, mashaitani, viumbe mbalimbali, vitu vingi sana ambavyo muislamu Allah azza wa jalla akiwa ameisoma aya hii tukufu Ayatul Kursi, basi Allah azza wa jalla atakuwa ni mwenye kumlinda. Ndio maana mwislamu anayeshikamana na aya hii Ayatul Kursi, basi usiku wake unapita biidhnillahi taala, unapita kwa salama, alala kwa vizuri, alala kwa amani, na asubuhi ikifika yuamka kwa nashati nzuri, inakuwa pia sahali kuswali alfajiri. Na usingizi anaoupata na ndoto anazozipata pia zinakuwa nzuri. Bila ya hivyo ndipo pale unamwona mwislamu upata tabu katika kulala kuna maswali mengine ya Waislamu wanauliza yanayohusiana na mambo ya kulala na mambo ya ndoto. Maswali ya kusikitisha. Wengine hawalali usiku kwa ndoto mbaya mbaya, ndoto za kutisha ambazo nyingi ndoto kama hizo zinatokamana na mashetani. Wanakuletea ndoto kama zile, wakakuonesha wanyama ambao hujawahi kuwaona katika maisha yako, akakuletea usingizini ukamwona mtu amelala na piga makelele, e, kumbe wale wanyama wanamfukuza. Ayatul Kursi kwa hivyo umetoa chance mashetani kuja kukuchezea katika usingizi wako na kuonyesha vituko mbalimbali au akaja akakuchezea kwa namna zingine nyingi ambazo muislam anapata tabu baadaye. Lau mambo haya yakimtokea katika maisha, mashetani wanaweza kumvamia hata pale katika usingizi wake kwa namna moja au nyingine, wakamshawishi, wakamdhuru na mengineyo kama haya. Na wengine wakaja wakafanya usingizi wake kuwa mzito. Asubuhi adhana ya fajiri inaadhiniwa, mwislamu aweze kusimama kwa nashati kwenda kuswali